Msikilizaji na yule anayemtazama wakati huu, hali ya afya ya kiongozi wa upinzani nchini Uganda inazidi kutia hofu na mashaka miongoni mwa wafuasi wake na kwa upande wa upinzani, hasa katika kipindi hiki cha taharuki za kisiasa. Katika habari zingine, mkuu wa majeshi wa Uganda amefuta ujumbe wake e, tete ulioibua ghadhabu kwa umma ndani na nje ya nchi. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo akiwa Kampala. Baada ya mamlaka ya magereza kuifahamisha mahakama kuu kuwa Dkt. Kizza Besigye hangeweza kufika mahakamani kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili, mawakili na wafuasi wake sasa wamethibitisha kwamba kiongozi wao yumo katika hali mbaya ya afya. Mamlaka ya magereza iliomba kwamba badala ya kumleta Besigye mahakamani angehudhuria kikao kupitia mtandaoni. Jambo hilo lilipingwa vikali na mawakili wake na wale wa washtakiwa wenzake, wakisema kuwa hata alipotaka kushauriana naye nice siku chache zilizopita kabla ya kuanza kesi yake walizuiliwa na magereza. Ombi lao kwa mahakama la kutaka kiongozi huyo aweze kutibiwa na daktari wake binafsi lilikataliwa na mahakama, hali ambayo imezidisha ghadhabu kwa umma. Kiongozi wa mawakili Elias Lukwago ameambia hivi DW. Yeah. Judge it like that. Kwa bahati mbaya jaji amechukulia swala hilo kimzaha, ili hali hata magereza wamethibitisha kuwa mfungwa ambaye ni mteja wetu hawezi kuwasilishwa mahakamani. Mke wa Dr Besigye, mhandisi Winnie Byanyima, naye amethibitisha kuwa katika kipindi cha wiki moja sasa amezuiliwa kuonana na mmewe gerezani, akihoji kwa nini utawala unaendelea kumtesa hata kimawazo. The Dr. Besigye ni mateka, yeye si kama wafungwa wengine. Ameendelea kushikiliwa na Bwana Museveni na mwanawe He has katika habari zingine kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine amelifahamisha shirika la habari la AFP kwa njia ya simu kwamba angali mafichoni na sasa anabadilisha maskani kila wakati, hasa baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainurugaba kutoa ujumbe ambao unathibitisha kuwa wanamwandama wa mkamate kwa makosa ambayo hadi sasa hawaelezei ni yapi. Bobi Wine amesisitiza kuwa yeye si mhalifu, lakini anahitaji kutathmini hali kama ni salama kwake yeye kujitokeza. Viongozi kadhaa wa chama wakiwemo akina mama wawili ambao ni makamu wake wa rais wa kanda za kaskazini Dr Lina Zedriga na yule wa magharibi Jacqueline Joli Tukamshaba walitekwa na watu wasiojulikana takriban wiki moja iliyopita na wajulikani waliko. Polisi imethibitisha kumkamata makamu wa chama hicho wa kanda ya kati Mwanga Chivumbi baada ya rais Museveni kumtaja kuwa aliongoza kundi la vijana waliojihami kwa mapanga kuvamia vituo vya kura wakati wa kutangaza matokeo ambapo saba kati yao waliuawa. Hadi sasa watu mia tano wengi wao wakiwa maajenti wa chama cha NUP wamefikishwa katika mahakama mbalimbali na kufunguliwa mashtaka ya, ya kusababisha vurugu katika uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Katika habari zingine, mkuu wa majeshi Jenerali Muhozi Kainerugaba, mtoto wa rais Museveni, amefuta ujumbe aliyokuwa amesambaza kwenye ukurasa wake wa X akitoa vitisho kwamba atamua bobi Wine. Lebege Emanuel, DW Kampala.